Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha siku ya 39 ya Kwarezima tutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa taarifa tunayokuta katika Sande ya Torino. Ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya KWAUSO iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika Sanda ya Torino, huyu ambaye tunajua alikuja kusudi sisi tuweze kupona, sisi tuweze kuwa na uhai na tuwe na uhai tele. Basi karibuni, twendelee na tafakari yetu, tafakari ambayo inajikita katika ili somo akili ya hoji ndio mada, mada yetu akili ya hoji. Naanza kwa nukuu: kuna nafasi moja tu nani probability kati ya nafasi bilioni mia mbili kwamba mtu wa sanda siye yule anayezungumziwa na Injili, mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Bruno Barberis, profesa na mwandisi hapo awali Tumewaona watu karibia milioni tatu na nusu wamiminika Torino kutazama sanda. Walio wengi hawakufika uziririsha akili, bali mioyo yao walifika, kwa sababu wanaipenda sanda, walifika kwa sababu ya mvuto wa thamani ya sanda, thamani ambayo inatambulika kwa kufikiri na kuona kuu wa taarifa iliyoandikwa ndani ya sanda. Ila mtu akisema anaipenda sanda, atakuwa anaipenda sanda moja kama picha isiyokuwa picha halisi ya Bwana, kana kwamba ni picha halisi ya Bwana, au anaipenda picha isiyokuwa picha halisi ya Bwana lakini inazungumza juu ya Bwana, au naipenda hiyo picha kama picha halisi ya Bwana. Kutokana na ufupi wa nafasi, nitajikita kwenye mtazamo wa tatu na wa nne kati ya hizo chaguo nne. Kwanza tumwangalie mtu anayependa picha ya sanda akiamini kwamba hii siyo picha halisi ya Yesu bali ni mchoro unaoweza kusaidia mtu kumfikiria Yesu. Mtu huyu haoni kama sanda ndilo shuka lililogusa mwili wa Yesu kaburini anaona kwamba hii ni picha kama picha nyingine zozote za wasanii zinazoitwa picha takatifu. Kwake yeye, tofauti tu kati ya hii na picha nyingine za wasanii zitakuwa tofauti mbili. Kwanza ni kwamba hatuna taarifa kamili juu ya mtengenezaji wake, na pili, hatujui bado imetengenezwaje. Huu ni mtazamo unaichukulia picha ya sanda kama kitu kile kinachojulikana kama icon. Tunajua kanisa Katoliki linaruhusu heshima kwa picha za Yesu na picha za watakatifu kama hizo icon, michoro ambayo imelengwa kutoa mwonekano wa mtakatifu fulani au kitu kingine chochote kile kinachoheshimiwa kama kitu cha kumfanya mtu atafakari juu ya mambo makuu au mtu mkubwa katika imani ya Kanisa Katoliki. Picha zinazomkumbusha muumini hasa Mkatoliki mambo ya usio imani yake zinapendeza. Ingetosha kufanya utafiti kidogo kuhusu nafasi ya picha takatifu kwa ujumla katika maisha ya waamini, tutagundua kwamba nyumba za waamini wengi hutambulikana kwa kuwa na picha takatifu au msalaba au rozali au vitu vya namna hiyo. Hali hiyo inaridhisha kihisia, inapendeza kiakili na kutuliza kiroho. Muumini anayeheshimu picha takatifu anaweza akachekwa na watu wasiojua kwa nini wanamcheka. Mbele ya jeuri ya wasioelewa, mtu anaweza kudhiakiwa na kushutumiwa kwa, ku, kwa kuabudu mchoro na sanamu, jambo ambalo halina ukweli hata kidogo ndani yake. Anaweza kudharauliwa na wapuuzi kwamba misingi ya imani yake ni picha, lakini bado furaha yake ya kweli itabaki pale pale, kama sio hata kuongezeka, maana mambo yanayomtuhumu si kweli. Tatizo liko upande mwingine, yaani upande wa wale wanaomtuhumu mtuhumiwa mwenyewe hana kosa, maana yeye hasiabudu picha anaziheshimu, maana zinamkumbusha kweli za kiroho zisizoweza kufutwa na kitu chochote kile. Hali ya nne ni ya mtu anayependa picha ya sanda kwa sababu kwanza inachukuliwa kama picha ya Bwana na pili kwa sababu kweli ni picha yake Bwana wetu Yesu Kristu. Huu ni mtazamo wenye masharti magumu sana, lakini wakati huo huo ni mtazamo wa kutamanika kupita mingine yote. Fikra kwamba katika nguo hii tunaweza tukawa tunagusa kwa kidole chetu kitu kilichoshuhudia kifo na ufufuo wa Kristo zinaamsha hisia za uchungu na furaha isiyoelezeka kwa wakati mmoja. Inatia uchungu kwa sababu tunaona kwamba tendo lililogharimia ukombozi wetu imeambatana na mateso yanayopaswa kutufanya tufiche nyuso zetu, lakini inaleta furaha isiyoelezeka kwa sababu inatuonyesha kilindi cha uovu ulioshindwa kwa kifo na ufuko wa Bwana wetu. Na jicho letu linapoiangalia damu, sehemu zile ambazo zinaonekana kwamba ni za damu zinaonyesha damu, mtu anaweza hata kuvutwa kuabudu, maana ni kweli sehemu hizo katika sanda halisi ni sehemu za damu halisi ya Bwana wetu Yesu Kristu. Sasa, uchaguzi ulio bora ukoje? Ukiwepo vitu viwili au vitatu nami na nikapewa nafasi ya kuchagua kimojawapo, nitachagulia kile ninachothamini kuwa ni bora. Wala moyo wa kisebusebu au hautanifanye nichague kile kinachothaminiwa kidogo zaidi na kuacha kile ninachoona mimi kama nayo thamani kubwa zaidi. Bila shaka kutokana na ukweli kwamba uwezo wangu wa kutofautisha kati ya kitu chenye thamani kubwa na kile chenye thamani ndogo zaidi sio mkamilifu, ninaweza kujikuta nimechagua kile chenye thamani ndogo. Hata hivyo, kwangu mimi, kile nitakachokuwa nimechagua nitakuwa nimechagua kwa sababu, wakati nafanya uchaguzi nilidhani kwamba ndicho chenye thamani kupita kile cha pili. Tatizo litakuwa limetokana na ukosefu wa maarifa. Lakini basi sasa turudi kwenye upande wa picha ya sanda. Hapa tumeona kwamba kwa kiwango kizima cha maarifa yote na ujuzi tulio nao, picha hii ya sanda ni kazi isiyokuwa na kifani katika uzuri. Kama ufundi umehusika, basi hapa umetumika ufundi wa viwango vya kimalaika na kama ni usahihi, hapa tunao usahihi usioweza kuigwa na yeyote. Kwa ufupi, picha ya sanda ni bora kupita picha yoyote ile nyingine ifahamikayo na inayoweza kuitwa nzuri. Picha ya sanda ni picha ya upendeleo. Tunafikia ukingoni mwa uwezo wa akili. Tafakari inakaribia ukingo wa uwezo inapobidi mtu akiri kwamba picha ya sanda ni picha ya mkombozi aliyoitengeneza yeye mwenyewe sote tunajua kwamba yeye alikuwa mtenda miujiza hilo ni wazi tunalijua lakini hapa tunakutana na swali linalofanya akili ziparaganyike nalo ni hili kama hii picha imetengenezwa na muhusika mwenyewe yaani bwana huyu aliyeteswa na kufa hivi basi alitengeneza kifoni, tungeweza kuita selfi ya mtu huyu kifoni, selfi ikiwa ni picha ile ya mtu kujipiga. Lakini kifoni, aliwezaje bado kujitengeneza kitu chochote? Utafiti umetuakishia kifo chake, siko arama za kutosha, mfano kwamba damu inayotoka mwilini baada ya kifo inaonekana pale postmortem blood ona kwamba moyo wake umetobolewa, kwa hiyo alikuwa amekufa huyo. Picha yenyewe ni shahidi wa kwanza. Sasa, ikiwa katika kifo ye mwenyewe aliweza kutoa picha yake na siyo picha ya mateso yake tu, bali pia picha inayomwonyesha kifoni, kifo ni nini tena, kama sio adui mkubwa aliyeshindwa katika tukio hili? Hivyo tafakari juu ya picha hii inatufikisha kwenye kikomo cha uwezo wa akili. Tunaingia katika ulimwengu wa kiroho, tunatambua kwamba sharti tukiri ukuu wa imani. Maneno yanayeyuka, maarifa yanakwisha na ujanja wote unatoweka. Kelele na mantiki zinazimika. Kimya kinatawala mbele ya utukufu wake, huyu yeye mwenye uwezo wa kuuhisha na kubatilisha ila zote za uovu, hata na kifo chenyewe. Basi ndugu wasikilizaji, kwa maneno hayo tumalizie tafakari yetu hii ambayo tuliita akili ya hoji, akili ya hoji, ikiwa ni siku ya thelathini na tisa ya Kwaresima. Kesho siku ya arobaini ya tafakari yetu na siku ya arobaini ya Kwaresima tutaangalia tena araiki za hija kwenye Sanda mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane mwaka elfu mbili na kumi na hata mwaka elfu mbili na kumi na tano Basi asanteni sana wasikilizaji, na Mungu awabariki.